Eh, katika hii video swali so la kwanza soma kifungu kifuatacho kisha jibu maswali. Na kifungu chenyewe ni mawajiano ambapo mzungumzaji wa kwanza ni Mose anasema: ingia eh, 46 ama arobaini na sita Adams Mbao Kenyatta Railway, beba Adams Mbao. Kisha mzungumzaji wa pili anasema namba nane ngapi? Anajibiwa Mbao, ingia blue. Kisha anasema nina namosea namjibu dinga ina kunyanga petrol mzee. Na swali la a, tambua sajili hi. Swali la b, eleza sifa ambazo jitokeza kwenye sajili uliyoitambua. Na swali la pili, eleza sifa zozote tano za lugha ya kimataifa. Na swali la pili sehemu ba, fafanua majukumu ya lugha za kimataifa. Swali ah, latambua sajili, na hii ni sajili katika muktadha wa usafiri. Swali la ba eleza sifa ambazo jitokeza kwenye sajili uliyoitambua. Moja katika sifa ambazo jitokeza ni kuna matumizi ya msamiati maalum kama vile arobaini na sita, ingia twende, na kadhalika. Sifa nyingine, kuna kutaja vituo mbalimbali ambako gari litapitia, kwa mfano, Adams, Kenyatta, Railways. Sifa nyingine ni lugha ya kuchanganya ndimi, ambapo wazungumzaji mara nyingi huchanganya ndimi. Sifa nyingine inatumia misimu, kwa mfano maneno kama vile ashu dinga, e, na kadhalika. Sifa nyingine haizingatii sarufi, kwa mfano utapata neno kama vile inakunywanga, si neno la e, linalozingatia sarufi. Sifa nyingine hutumia sentensi fupi fupi, na sifa nyingine ina ucheshi mwingi. Swali so la pili, sehemu ya A. Eleza sifa zozote tano za lugha ya kimataifa. Na katika sifa za lugha ya kimataifa uh, moja, ina uwezo wa kutimiza masuala ya kidiplomasia, kiuchumi, kisiasa, kielimu na hata sera katika nchi mbalimbali. Sifa nyingine ya lugha ya kimataifa, ina uwezo wa kutumika katika vyombo vingi vya habari katika pembe nyingi duniani. Sifa nyingine, ina uwezo wa kutumika katika utafiti na uchunguzi kote duniani. Sifa nyingine ya lugha ya kimataifa inasemwa katika pembe nyingi za dunia na watu wengi. Sifa nyingine ya lugha ya kimataifa inatumika kuendesha mikutano na shughuli rasmi za kimataifa. Swali la pili, sehemu ya ba. Fafanua majukumu ya lugha za kimataifa. Na katika majukumu ya lugha za kimataifa ni kwa ufundishwa katika vyuo vingi, e, utumio wa kufundisha katika vyuo vingi duniani. Hoja nyingine hutumika kutangaza katika idhaa nyingi duniani. Hoja nyingine inazungumzwa katika kila pembe ya dunia. Hoja nyingine zinatumika kama lugha rasmi katika umoja wa kimataifa. Hoja nyingine hutumiwa katika kutolea magazeti na majarida katika pembe tofauti za dunia.